Hebu tuiangalie hali ya usafi wa mazingira na udhibiti wa taka. Tani milioni 12.1 hadi tani milioni 17.4 za taka ngumu huzalishwa kwa mwaka, sawa na wastani wa kilogramu 0.66 hadi 0.95 kwa siku kwa kila mtu. Ukusanyaji wa taka ni asilimia hamsini tu ya taka zinazozalishwa nchini. Urejelezaji wa taka ni kati ya asilimia tano 5 hadi kumi ya taka zinazozalishwa ambao unahusisha taka za plastiki, karatasi, vyuma na aluminium. Asilimia saba nukta tano ya wakazi wa mji wameunganishwa kwa mfumo wa maji taka, wengi asilimia tisini na tatu wanatumia mashimo ya nyumba Visababishi ni kutokuwepo kwa jitihada za kutosha za upunguzaji wa taka, usimamizi hafifu wa ukusanyaji na utupaji taka, ufinyu wa bajeti za vifaa na miundombinu ya usimamizi wa taka, uwepo wa makazi kukiwa na ukuaji wa kasi wa miji na uwepo wa makazi yasiyozingatia mpango miji. Uzalishaji usioendelevu wa viwandani ni tatizo jingine katika jamii. Kuna kitu kinaitwa kelele na mitetemo. Viwango vya juu vya kelele vimerekodiwa katika maeneo ya starehe, ikiwa ni asilimia 87. Jumla ya malalamiko yaliyoshughulikiwa yasiyo yalikuwa 706 majiji ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Tanga na Dodoma, manispaa na miji ya Moshi, Iringa, Musoma, vitongoji vya Mafinga na Babati, Bagamoyo na Chingwea, Kasulu, Mikindani, Muleba, Karatu, Horili na Chunya vyote vimetajwa kuzalisha kelele. Shughuli za kibinadamu hususan burudani na starehe kwenye mabaa, shughuli za uzalishaji viwandani, ujenzi holela usiozingatia mipango miji na matumizi ya teknolojia za zamani zisizo na udhibiti wa kelele na mitetemo. Athari zake zimeangukia katika viwango vya juu vya kelele vinavyoweza kusababisha athari nyingi za kiafya ikiwemo kero kutokana na kukosekana kwa hali ya utulivu, kukosekana kwa ubora na wa kulala na, ma na mapumziko, na magonjwa ya moyo na kuathiriwa kwa afya ya akili. Athari za viumbe vamizi, spishi 220 za viumbe vamizi vimebainika kupatikana nchini kati ya hivyo asilimia 87 ni viumbe wasio na asili na asilimia 13 ni viumbe wa asili. Uharibifu wa nyanda za malisho katika maeneo ya Kongwa, Ngorongoro, Serengeti na maeneo muhimu kwa ajili ya kilimo, hii imesababishwa na bidhaa mbalimbali kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mabadiliko ya tabia nchi, matumizi ya kupita kiasi ya rasilimali yaliyochangia kubadilika kwa makazi na viumbe hai athari zake zimeangukia katika mazao ya kilimo na mifugo. Na uharibifu huu wa nyanda za malisho na maeneo ya wanyama pori kukatisha usalama wa chakula, upotevu wa bayonoai na kuathiri shughuli za kiuchumi na kijamii. Magonjwa ya mimea na wanyama nayo limekuwa ni tatizo dhidi ya viumbe wavamizi. Ni lazima kuwe na hatua za kuchukua. Moja ni kuhusisha na kuimarisha utekelezaji wa mipango jumuishi ya usimamizi wa rasilimali maji ili kuhakikisha matumizi endelevu na rasilimali hizo. Lakini pili, ni kuimarisha na kuongeza usimamizi, kuwezesha tafiti na kudhibiti uchafuzi wa rasilimali za maji baridi na bahari. Tatu ni kutekeleza programu jumuishi za uhifadhi na usimamizi wa maeneo oevu. Nne ni kuhamasisha matumizi ya mbinu na teknolojia bora, tafiti endelevu na hatua himilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi katika sekta ya kilimo na mifugo. Tano ni kuendeleza na kuboresha programu jumuishi za uhifadhi, urejeshaji wa misitu na sita, ni kuimarisha usimamizi wa maeneo ya hifadhi za wanyamapori na programu za uhifadhi wa wanyamapori Walio hatarini kutoweka. Saba ni kuimarisha uwezo wa kitaifa wa umuhimu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi na kupunguza uzalishaji wa gesi joto. Nane ni kujenga uwezo wa kitaifa na kuimarisha mifumo, uratibu na usimamizi wa biashara ya kaboni. Sisi ni Tanzania.